Mtazamaji, inayovuta ni kuvute ya basari ikiendelea kuhusu magavana kutoa basari, maseneta sasa wanashinikiza kaunti ziendelee kutoa ufadhili kwa wanafunzi wa shule za taasisi. Wito huo unajiri kutokana na hali ya sintofahamu kufuatia kauli ya mdhibiti wa bajeti kwamba serikali za kaunti hazina msingi wa kisheria wa kuwapa basari wanafunzi wa taasisi za elimu ya juu, akisisitiza kwamba ni jukumu la serikali kuu. Maseneta wanasema kwamba kaunti zinafaa kupewa mamlaka ya kusimamia fedha kwa vile magavana na wawakilishi wadi wako karibu zaidi na wakazi ikilinganishwa na wabunge ambao kazi zao ni za kutunga sheria. Maseneta hao walizuru Bunge la Kaunti ya Kilifi. Tuko na wananchi pale nyumbani, sisi ndio tunajua shida yao, na sisi ndio tunamkua kila siku asubuhi kufuatwa kwa mambo ya basari. So swala hili la basari tunaomba kwamba lisiweze kutolewa haswa kwa sababu likitolewa vile ambavyo inafuatilizia, tutaumia haswa sisi ambao ni viongozi wa mashinani, na wengine watakuwa kidogo na ugumu kwaona wakipitisha hata pitisha mambo mengine. Nafikiri hiyo ndio jambo ambalo tunaona ina uzito zaidi. Kama inaweza kupatikana suluhu hapo, nafikiri kazi ya seneti na sisi ambao tuko huku chini kwa magatuzi itakuwa rahisi zaidi, na tutaona mtiririko wa huduma ambao inatoka kwa wananchi. Tumeongea na spika tumeongea na MCAs wote na wamejitahidi kuona kwamba sheria zile ambazo zinahusika sana sana na ukusanyaji kodi na mambo mengine yale wametekeleza kutoka ugatuzi uanze sasa. Imepita miaka kumi, kwa hivyo ile sheria ilitengenezwa 2013 2014, 2025 imeisha na ifai kuwa ikitumika ulipisha pesa wananchi wa Kenya. Sisi kama Senate tume advise ya kwamba kwa sababu county government zinasimamia watoto wengi wetu ambao wako na shida ya shule, hizi county government Kilifi ikiwa moja yao, pamoja na county government zote za Kenya, wafanye MOU, wafanye makubaliano kupitia kwa intergovernment relations committee waandikishane kwamba county government imekubali kuendelea kulipa hizo pesa ili kusiwe migogoro na wananchi wasipate shida.